Shauri hilo namba elfu moja mia saba sitini la mwaka elfu mbili na ishirini na sita limesikilizwa na mahakama Kuu ya Simiyu katika maadhimisho ya Siku ya Sheria, ikiwa ni mara ya kwanza tangu kuanzishwa kwa mahakama hiyo. Akitoa hukumu ya shauri hilo, jaji mfawidhi wa Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Simiyu mheshimiwa Wilbert Chuma amesema adhabu hiyo imezingatia maelezo ya upande wa mashtaka na jamhuri pamoja na ushahidi uliotolewa na daktari kupitia kielelezo kimoja. Hii ni baada ya mtuhumiwa kukiri kosa hilo. Awali wakili wa jamhuri Mganyizi Shubi akiongozwa na Patrick Chale ameiambia mahakama kuwa mtumiwa huyo alitenda kosa Septemba 11, 2025 kwenye mgodi wa Ikinabushu uliopo wilani Bariadi, ambapo inadaiwa kuwa alikuwa kwenye ugomvi na marehemu huyo, ndipo alimchoma kisu upande wa kushoto mwa mgongo. Na baada ya hukumu hiyo, wakili wa upande wa utetezi akatoa maoni yake juu ya hukumu hiyo huku wadau wa mahakama wakielezea ya faraja yao ya uanzishwaji wa mahakama hiyo. Pia Mheshimiwa Jaji Chuma ameweza kusikiza shauri la kwanza, yaani kesi hiyo ilikuwa ni ya kuua bila kukusudia. Hususani ameangalia mtuhumiwa kuwa ni alikuwa ni mkosaji wa mara ya kwanza, ameangalia pia umri wake ambayo ni miaka 23, bado ni kijana mdogo, hajao o anategemewa kwa wazazi, amezingatia pia utiifu wa huyo mtu kituo hiki katika mkoa wa Simiyu. Maoni yetu kama sisi ni kuwa na maelekezo mahususi yatakayoweza kuwawezesha maafisa wa uangalizi na huduma kwa jamii kufanya kazi zao katika ufanisi. Katika maadhimisho hayo, Jaji wa mahakama hiyo Wilbert Chuma akasisitiza umuhimu wa TEHAMA, huku hakimu mkazi mwandamizi wa wilaya itilima anua ya Itilima Robert Kaanwa akaelezea manufaa yake. Matumizi ya TEHAMA yameendelea kuwa nguzo muhimu katika kuboresha huduma za mahakama na kuongeza kazi Kasi ya usikilizaji wa mashauri, wa mashauri. Hakutakuwa na hmm, matumizi ya karatasi. Mahakama saba za wilaya ya Chilima, zote zinasajili mashauri yake yote, yawe madai, yawe mirathi, yawe jinai, zote zinasajiliwa kwenye mfumo. Mahakama ya mwanzo, mahakama zote za mwanzo nayo chini kutoka hapa. Mahakama ya Tanzania, kituo jumuishi cha utoaji wa haki, mkoa wa Simiyu. Teddy Kilanga, ITV.